Na hiyo hiyo ni moja tu nyingine, was a, very serious, a very serious one ambayo ingesababisha kampuni kufirisiwa. Ilihusu ndugu yangu mak Mwandosya mm. Wakati wanagombea nice. uneki, mm. uneki mbea mm. Mm. wakamweka na somebody mwanani yule mwa haikuwa mtoto wa Abson unajua eh. mm -hmm. eh, eh. Wakati ule ndio moto wa wa wa, wa, nani? wa m, wana mtandao mm -hmm. Ume, wakasema Mwandosya asingie kwenye neki mm -hmm. Wanasema hivi hivi, pale pale, waandishi wa habari na wahariri wangu wanaambia Asante sana kwa kutukaribisha nyumbani kwako, imekuwa ni furaha kubwa sana kwetu kikosi cha Mawio. Karibu, nakushukuru sana. Asante. Kwa hiyo, kama tumekubaliana, ni kwa kwanzia, ningetamani tufahamu Balinagwe Mwambungu ni nani, lakini tuanze na huyu tuliye naye mbele yetu, kurudi nyuma, kurudi nyuma mpaka kijana mdogo pale mpata wani huko tu, tu, tunaanza kitu unachokiita katika literature flashback, eh. Uh, <laughs> <Sao. laughs> unatoka huku, nashuka kule, sawa. Mi mstaafu, mhariri mstaafu. Gazeti nilokuwa nalo la mwisho ni The African ambayo yalikuwa owned by New Habari Corporation nio nu, nu, nu, Habari Company Limited okay. E, niyo habari ni mzaliwa wa kampuni ya Habari Corporation, e, ambayo ilikuwa ilikuwa owned na kina Jenerali Mungu Saba na marehemu Gideoni sure. show na sure. wengineo. Um, <coughs> nimefanya kazi pale kwa miaka kumi na mitano nafikiri. Wow. Hmm. Lakini within new habari nimewahi kuwa deputy group managing editor e, akaja mhariri mtendaji mwingine akaunda cheo, hakunitaka niwe kwenye gazeti, akaunda cheo nje ya utaratibu wa gazeti ambacho katika media ya Tanzania hakijawahi kuwapo akaunda cheo cha ombudsman. Mm. Ombudsman ni, ni mtu ambaye anaowasia ni kama chief public relations okay. E, matatizo ya, ya ndani ya shirika na nje ya shirika okay. Katika public relations mnaita internal and external relations mm -hmm. e, sikuifanya kwa muda sana, lakini mm, nikiwa kama ombudsman nanii mmoja ambayo nimewahi kuifanya ambayo ninayo kumbukumbu, nilikwenda kuiwakilisha kampuni kule Media Council. niwo habari waliitwa kwa kumdefame, ndo watu wawili wakubwa, mmoja aliyekuwa waziri mkuu Tumeitwa pale Media hmm, Council kwa usuluhishi mimi, eh, iliniuma sana kwamba you in public relations na kazi kama yangu ilikuwa ya ombudsman you have to carry the cross of other people's mistakes eh, mistakes um. Fredrick Sumaye media ya kwetu mm. haikuwa friendly sana kwake. <coughs> Unaona, yeah. Sasa kuna story fulani ambayo siwezi kuikumbuka fulani mm. walimdefame mm. Sumaye mm. baada ya kutoka kwenye u Prime Minister, Sumaye akaenda kucomplain media council media council wakawaita New Habari. Kwa hiyo nikaitwa mimi eh, kwenda kukilia ma, ma, maswali kutetea maswali ambayo mimi siyo niliyo yatenda. You know how difficult it is eh, mimi I didn't share what, what they, they they wrote about, sikushare kabisa, lakini when you are not the final decision maker unayache hata kama unayo unayo umu unaiacha unasikia, kuna kitu kinaitwa collective responsibility. Basi tumekwenda kule kwa Sumaye, wakatusikiliza wakasema nendeni chemba, mimi na Sumaye <laughs> ili wao wafanye decision. mm -hmm. Au au sisi wawili tukakubaliane kabla wao hawajafanya decision sincere mimi I apologize kwa smile, na nikamwambia kwamba kuna watu pale ambao you don't see eye to eye hawakuoni wewe jinsi ulivyo, kama mm -hmm. kama una deserve pale ulipokuwa mm -hmm. kwa sababu hata waandishi wa habari si tuna nani, tunakuwa na watu wetu kwa mfano wakati sasa hivi huu wa uchaguzi mkuu mm, eh, kila mwandishi wa habari ana mtu wake mm. Mm. Yeah. Sasa mwingine utakaposema vibaya, wengine anaanza kubwatuka mm, mnaweza even mkapigana yeah. Lakini wengine, Mungu ametujalia, unaihifadhi, inakuwa siri yako ya moyoni mm. mm. Na which i think is a, a good principle in journalism, usionyeshe mapenzi yako dhahiri kwa mtazamaji au kwa rida wako, make the rida afanye own, afanye nini, afanye maamuzi ya kwake. mm -hmm. Eh, usimfidi ya, ya kusema aamue jinsi wewe unavyo ta, unavyotaka. mm -hmm. That is not journalism eh, mpe enough, mpe uwanja wa kutosha msomaji wako au msikilizaji wako au mtazamaji wako yeye mwenyewe sasa, jinsi alivyopata zile taarifa na zingine na zingine afanye informed decision. e, e, lingine mwingine nilikutana ni marehemu Hatibu safe safe Hatibu yule Mzanzibari yule Mswahili yule ule e, e. mwandishi mzuri e. wa vitabu e. E, yeah. E, yeah. Msakatonge <laughs> naye tukakutana huko Media Council tukazungumza. Nashukuru kwamba katika both cases ya Sumaye na ya Hatibu mm. tukakubaliana kwamba yame-, yame, yameisha. Hiyo ndio kazi yangu ya ombudsman, nizowahi kusifanya kazi kubwa mbili na watu mashuhuri mm -hmm. e, Siri ya kufani hmm. eh, siri ya kufanikiwa kufanya hivyo makao, umetueleza hapa hmm. jinsi ilivyokuwa ngumu, kuna, kama Simoni Mkirene, eh, hey. <laughs> <Simoni> Mkirene. <laughs> akamsaidia kumbeba Yesu <laughs> kubeba hajui <Hanyu ya mekosaydiwa. laughs> lakini alimwona amechoka. Siri ya kufanikiwa kwako kwa kesi zote mbili ilikuwa nini? Nitakuwa kama najipigia na debe, unajua <laughs> E, ukiwa na kosa na unajua umelifanya kosa mm, usiwe mtu wa mdomo, usianze kuagi kwamba hivi na hivi hivi, uwe uh, uh, mpole eh. Na kwanza, kwa sababu nilizijua zile yale malalamiko yao nilikuwa nimeajua kabla, kwa hiyo i took time to ponder and to think na kukusanya ushahidi na kukuta ushahidi hamna basi tu waandishi wa habari mara, mara ingine wanakuwa reckless na peni zao e, au kwa chuki binafsi au kwa, kwa, kwa influence ya mtu fulani tunataka kumkomoa akaandike hivi na hivi na hivi e. Kwa hiyo mimi nilikuwa nilikuwa recollected, nikatulia, nikawa mtulivu, nikaomba msamaha e. Sio wakulazimishwa na yule nayemwomba msamaha akujua, anapokuangalia usoni, anajua kweli huyo mtu anamaanisha. Basi yakaisha. Huku ofisini ilipokelea aje? Ushindi wote wa aina zote mbili, not even a letter of thanks. Na hiyo hiyo ni moja tu, nyingine was a very serious a very serious one, ambayo ingesababisha kampuni kufirisiwa Ilihusu ndugu yangu Mark Mwandosya mm. Wakati wanagombea nice. Uneki. Uneki oh. Mbea mm. Mm. Wakamweka na somebody mwanani yule mwa alikuwa mtoto wa Abson unajua ah, Thomas Mangonda. mm. e. mm. Wakati ule ndio moto wa wa wa nani wana wa, wa mtandao mm. ume wakasema Mwandosya asingie kwenye neki mm wanasema hivi hivi, pale pale waandishi wa habari na wahariri wangu wananiambia Mwandosya out, yaani wanatunga na headline siku baada ya Mwandosya kushindwa kule headline, na ndipo wakaja kufanya hivyo, wakaandika Mwandosya out kwa kipengele kidogo tu, kabla hatujaenda hatujaenda kulala mm -hmm. before the press goes to sleep mm -hmm. wakawa wame- wame mimi wakati huo nimehamishwa kutoka The African. mm -hmm. Kwa muharidi niko kwenye uombudsman uo, uo mm -hmm. na sio mm, kwenye ombudsman mm -hmm. walikuwa wamenipa cheo cha group group editor mm -hmm. kuovasi magazeti yote mm -hmm. E, sasa siku hiyo gazeti la Mtanzania lilikuwa linatoka siku hiyo wakati Mbeya mm. wanafanya uchaguzi mm. wa mneke mm. wa mkoa mm. Headline ilikuwa decided kwenye kikao cha saa nne asubuhi kabla uchaguzi kufanyika, kabla uchaguzi na kabla taarifa za kutoka Mbeya hazijaja, alafu wakapeleka mtu wake mtu wao Mbeya mwanamtandao mwenzao katika vyombo vya habari. Kulikuwa mm. na mtandao e. ambayo naiona na, ni, ni, ni sickness kwa sisi kama waandishi wa habari e, tunakuwa carried away na wanasiasa. Mnaacha kazi yenu ya kutoa information balanced information, and biased information lakini mnakuwa mmelalia upande mmoja. Headline ilikuwa decided saa nne asubuhi na tayari mtu wao mwana mtandao mwenzao mwana habari mwenzangu wamempeleka Mbeya kuripoti ambayo ni ni abnomo. It was very abnomo. Mna dispachi mwandishi wa habari kutoka Dar es Salaam kwenda kukava uchaguzi wa mtu mmoja? Mbona kulikuwa na chaguzi nyingi nyingi Tanzania nzima? Mbona hatukupeleka? Wakapeleka kwa Mwandosya. Basi nimekwenda kuangalia pale pale wanapo nani pale, type typesetting wanaweka mm. <coughs> banner headline Mwandosya out, big headline nikaangalia, nikasema jamani, Mwandosya out? Kwani matokeo tayari? A, hayo tayari, hayo ripoti tunayo kutoka Mbeya yule yule Mwangonda amemzidi ame by far. Nachanganya mengi lakini, utajua namna ya kusoti. Kabla ya hapo, utanirudisha nyuma. Kabla ya hapo, mi niliwambia kwa mila na desturi za Kinyakyusa, ekomona hawezi kamchalenji chifu. Ah, kifupi ngambe, mnamjua Mwandosya? Mm -hmm. Eh? Nikambia nendeni kule kwetu kule muulize mbanyandosya ni wapi yaani, mm -hmm. kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kina Mwandosya mm -hmm. au kwa watu wa Mwandosya ni wapi eh. Lakini nendeni kieda mkaulize kwa kina kwa Bangon, mwang'onda mbanya ng'onda ni wapi, wambia akana bandu mm -hmm. yaani hana watu mm -hmm. ye alikuwa ni mtu eh. Basi mi nikaondoka kazini kule nikarudi nyumbani hapa mm. Nikiwa nimesononeka. Kuna bwana mdogo mmoja hapa tunakutana kutana, kutana. Mm. Akanipigia simu kaka, huko eh, wapi? Ambia niko nyumbani mapema saa hizi vipi? Nikamwambia sijisikii vizuri kwa kweli, hata uko kwenye jonti mm -hmm. sijisikii kuja. Akamwambia mm -hmm. ni habari ya Mwandosya, ni mtu wa nyumbani mm -hmm. ni habari ya Mwandosya. Nikasema ai, imenisikitisha sana. Akasema njoo unywe bia hapa. Mwandosya mm -hmm. anaongoza leta <laughs> yawazi. Saa nne usiku akasema njoo unywe bia kaka. Naye alikuwa kwenye chombo kale. Yuko huku huku, okay, raiani okay. Eh, lakini alikuwa na, na ah, contact kule eh, kule, eh, kule. Mm -hmm. na sio mwandishi wa habari ila naye mwenyewe na, si, si shauri anyakiusa naye alikuwa Ndiyo. alikuwa na, anajihusisha Ndiyo. Basi nikaondoka kwenda pale, akapiga simu kwa mtu mmoja ambaye maake wanasema kule walikuwa nakatazwa kuingia na simu mm -hmm kwenye ukumbi mm -hmm. kwa hiyo wale wenye simu walikuwa nawaachia watu wao, wao nje mm -hmm. Akitaka kuongea anatoka ukumbini anakuja kuongelea mm -hmm. nje mm -hmm. Sasa huyu kijana akampigia simu mtu wake kule Mbeya, akasema naomba kuongea na fulani, akasema ngoja nimwite, yuko kwenye kikao ndani. Akasema hey, niitie. Akaenda kamwita ile, akatoka kaambia, hey, kuna kakangu hapa mwandishi wa habari anataka kujua mambo huko anakwendaje? akasema Mwandosya ana sail through <laughs> kule. Nimeacha headline Mwandosya out, typesetting tayari. Nimekwenda mitamboni, nikapiga simu kwenye mitamboni kwa yule msimamizi wa mitambo mm -hmm. nikapiga simu kule. Maishani mwangu nimewahi kutoa stop press hizi kama mwandishi wa habari mbili. Ngoja nikumalizia okay. hii <laughs> Nikampigia simu aliyeko kiwandani, marehemu alikuwa anaitwa Muhina. mm. Muhina, he. stop press ni oda hiyo. mm. si mi mhariri, mm. wa magazeti yote. mm. Nikaambia stop press, akasema tumeshafanya ritryo production ritryo. mm. ile nanii mzunguko wa kwanza. mm -hmm. mnaangalia magazeti ni safi au vipi? Nikaambia stop press Mwambungu, stop press, nikaambia I'm insisting. Akasema kwa nini? Nikaambia hiyo headline hiyo mlioandika hiyo itatukosesha, ita itainani, itaifilisi kampuni. Mwandosya ataenda mahakamani, mtafunga hilo kampuni lenu mm -hmm. Nikaambia rudi kule, rudisha hiyo nani plate, rudisha kule mwite e, chief chief designer mm -hmm. arudi kwenye kompyuta kule akatengeneze headline nyingine. Yule akanisikiliza akapull the press, akarudi Sinza. Tuna print wapi wakati huo jamana? <laughs> unajua distance ya jamana na nani mm -hmm. e? akarudi kule e, basi akaniambia sasa tuandikeje? Nikaambia hiyo story basi, kwanza haistahili haista kuwa kuwa lead story. Nikamuuliza story ya pili inasemaje? Akasema. Nikaambia hiyo ndio ifanye story ya kwanza, hii ya Mwandosya ifanye ifanye ya pili mm -hmm. au ya tatu, alafu muandike kwamba wakati tunaingia mitamboni, matokeo yalikuwa bado awesome. Akafanya hivyo. I expected kesho yake kwenye postmortem. Niliwahi, sio kawaida niwepo kwenye postmortem mm -hmm. Niwasikilize wale walikuwa naandika Mwandosya OUT kutokea hawakutokea, mdogo wangu, aibu oh. Nafikiri walimuuliza yule production manager nani alibadilisha nani, mm. Akawaambia Mwambungu alitoa order ya stop press. Ndio gazeti i imetoka hivi. Hakuna CEO, hakuna editor wa ile gazeti, hakuna managing editor aliyewahi kuniuliza. Wala, wala kunipongeza hmm. Wala angalau CEO kuniandikia ka note ka appreciation hamna, lakini I think I did yeah. What I didya, eh. Eh, so press ukifanya tafakuri au ulipofanya tafakuri au tukirejea leo, mm, inakufundisha nini kuhusu corporate world, kuhusu kuhusu maisha sisi kama Watanzania, kwamba umefanya kitu kama vile kuokoa jahazi, jahazi. Eh. umekuja alafu maisha yanaendelea kama kawaida. Ni nini tujifunze? Wewe unajifunza nini, na unafikiri tujifunze nini sisi, eh, unapofanya jema, mm, usitegemee kwamba wata -appreciate. Wengine wana badala yake, wanakujengea chuki kwamba wakikupongeza itakuwa kama umepanda kichwani, kwamba sisi hatukuona yeye akaona. Unaona, kwa hiyo wanajiona kama sijui, ni tem sahihi kusema kwamba wanajisikia inferior. Ni nini ki Kiswahili? Eh, basi Si CEO, si mwenye gazeti edita, wala wala wakuu wangu immediate mm. Hata hivi mwingine hayupo, ametangulia mbele ya haki. Unafiki ni kitu ambacho maishani mwangu sikipendi. Ukinikosea nitakwambia Adam umenikosea, ukibisha naambia basi bwana basi, lakini mimi yamesha. <gul> Eh, tufanye kazi kama tuko kazini, tufanye kazi. Eh, asante.